Zamani za kale katika kijiji kidogo kiitwacho Katambuga, kilizungukwa na bahari iliyojaa samaki wengi wa kila aina, aliishi mvuvi mmoja maarufu sana aitwaye Kahindi. Alikuwa maarufu kutokana na ujuzi wake mahiri sana katika kuvua samaki wengi na wakubwa ndani ya kijiji hicho. Lakini pia alikuwa amefanya kazi hiyo kwa muda wa miaka mingi sana. Hivyo alikuwa ni mvuvi mwenye ustadi mkubwa aliyetoka katika kabila la Wazigua. Kahindi alifanya kazi ya uvuvi kila siku, alitegemea samaki kutoka baharini ili kuishi na kuitunza familia yake na wale wote waliomtegemea. Kahindi mara kwa mara alikuwa akifanya kazi ya uvuvi na wenzake watatu. Walikuwa wakiamka mapema alfajiri kisha wanabeba vifaa vyao vya uvuvi ikiwemo nyavu, ndoano, mkuki na vingine vingi. Halafu wanakwenda moja kwa moja baharini na kupanda mtumbwi, kisha wanaanza kuvua samaki. kwa ujuzi wa Kahindi ulipelekea mara zote apate samaki wengi zaidi kuzidi wenzake. Siku moja, wenzake wote walikumbwa na changamoto zilizowafanya washindwe kwenda baharini kuvua samaki pamoja na Kahindi. Mmoja alipata ugonjwa wa kifua, mwingine alikosa mtumbwi wa kuvulia samaki, kwani mara zote alikuwa akiazima, hivyo hiyo siku alikosa kwa sababu anayemwazima alimwazima mtu mwingine. Na rafiki mwingine wa Kahindi ilibidi aelekee shambani kuvuna mahindi, kwani alikuwa amekomaa na hakuna mtu mwengine wa kwenda kumsaidia kuvuna. Basi Kahindi ikambidi aende peke yake baharini kuvua samaki. Kahindi alijitayarisha mapema saa kumi alfajiri, akabeba vifaa vyake vyote vya uvuvi, kisha akaenda moja kwa moja mpaka baharini. Alikuwa na imani kubwa na furaha sana kwani alijua siku hiyo angevuna samaki wengi sana, sababu alikuwa peke yake. Lakini ghafla alivyofika katikati ya bahari alikutana na mawimbi ya bahari makubwa sana na ya kutisha, yaliyumbisha mtumbwi wake kwa nguvu. Kahindi aliendelea kuvua kwa ufanisi, lakini alipofika katikati ya bahari mawimbi yaliendelea kuwa makubwa zaidi na alijikuta akimezwa na wimbi kubwa sana mpaka akaachia kasia yake na baadaye akazama baharini. Maji yalikuwa mengi, hivyo alishindwa kuhimili nguvu ya maji hayo. Kahindi alipambana sana na alijitahidi kuogelea kwa akili yake yote, lakini mawimbi yalikuwa makubwa na kumfanya azidi kupoteza nguvu. Aliogelia kwa zaidi ya masaa mawili lakini hakufanikiwa kufika nchi kavu, kwani alikuwa tayari katikati ya bahari. Ilifika hatua alikata tamaa kabisa ya kupona, alijiona akifa huku akiona. Maskini Kahindi kwa huzuni akajisemea, nimepambana, nimeshindwa, acha liwalo na liwe Akiwa katikati ya hali ya uchungu na kujiona akifa huku akijiona, huzuni kubwa ilimtawala. Aliwaza, ni nani angesaidia familia yake kama ambavyo alikuwa akifanya kila siku? Ni nani angewapatia chakula na malazi bora? Kahindi aliumia sana, nguvu zilikuwa zimemuisha na hajiwezi tena, akajiachia azame tu, lakini ghafla aliona kivuli cha kitu kikubwa kikiwa kinajiinua kutoka kwenye maji. Kitu hicho kilikuwa ni samaki mkubwa sana, mithili ya binadamu. Kahindi alikitazama kitu hicho kwa shida kidogo. Lo, aliona samaki ambaye alikuwa ni mrembo zaidi kuliko viumbe vyote alivyowahi kuviona duniani. Samaki huyu alikuwa ni samaki ambaye wengi wamezoea kumwita samaki mtu, yaani nusu binadamu na nusu samaki. Samaki huyu alikuwa na nywele ndefu sana na za kuvutia zilizokuwa kama nyuzi za dhahabu. Mwili wake ulijaa rangi ya bluu iliyong'aa kama theluji na minyao mingi ya ajabu. Samaki huyu alikuwa na macho ya angavu yenye kung'aa kama almasi. Aliitwa samaki Nguva. Samaki Nguva alimwona Kahindi alikuwa katika hatari kubwa ya kupoteza maisha yake, hivyo alikurupuka kutoka kwenye kina kirefu cha maji kwa haraka. Alimsogelea Kahindi na kumshikilia kwa nguvu. Alimshikilia juu juu ya maji. Alianza kuogelea kwa haraka, akimpeleka ufukweni. Lakini walipokuwa njiani, Kahindi alizungumza kwa uchovu mkubwa sana na kwa taabu sana nashukuru kwa msaada wako, lakini tafadhali naomba unisaidie kufika nchi kavu, mimi siwezi tena. Nguva alijibu kwa upole, mimi ni samaki wa majini, si binadamu, siwezi kufika nchi kavu, lakini nitakusaidia kufika ufukweni. Kahindi alikubali, kwani alikuwa hana nguvu tena waliendelea kusogea na sababu aliyekuwa akimsaidia alikuwa ni samaki nguva, walisogea kwa haraka sana wakielekea ufukweni. Lakini kabla ya kufika, samaki nguva akamwambia Kahindi, tunakaribia nchi kavu, mimi nitaishia hapa, hivyo jitahidi ujisogeze hapo karibu tu. Kahindi bwana akamwambia yule samaki kuwa ameishiwa nguvu zote, hivyo hawezi kufika hata hapo sehemu ndogo tu iliyobaki. Samaki nguva akamwambia basi atajitahidi amfikishe hadi nchi kavu, lakini yeye ana uwezo wa kukaa dakika kumi tu nje ya maji, na badala ya hapo basi angekufa tu, kwani hawezi kuishi bila maji. Kahindi akamwambia yule samaki nguva kuwa amsaidie haraka haraka, na akimfikisha nchi kavu amminye tumbo lake ili atapike maji yote aliyokunywa, sababu akiyatoa maji hayo atapata nguvu. Hivyo kwa haraka, kabla ya kutimu dakika kumi, atamsaidia samaki huyo kurudi majini na yeye. Basi samaki nguva akakubali na kufanya hivyo kwa upendo mkubwa, huku akijua ndani ya dakika chache Kahindi atamrudisha majini na wote wawili watakuwa salama. Kahindi alitapika kwa nguvu maji yote aliyokunywa, na alipomaliza alijiona mwenye nguvu kama awali. Alitabasamu na kumwambia samaki nguva, asante samaki nguva, sasa niko salama. Nguva alitabasamu kwa furaha, naye akamwambia, sasa mimi narudi majini. Alimwambia hivyo Kahindi kwani alijua kuwa muda wake wa kukaa nchi kavu ulikuwa umebaki kidogo tu, lakini Kahindi bwana akaingiwa shauku kubwa ya kutaka wanakijiji wamwoni samaki nguva, jinsi alivyo na uzuri wa ajabu. Akamshika samaki nguva huyo kwa nguvu sana, kisha akamwambia, wewe ni kiumbe mzuri sana na waajabu sijawahi kuona. Siwezi kukuacha urudi kwenye maji, nitaondoka na wewe mpaka kijijini nikawaoneshe wanakijiji, kwa kuwa hatujawahi kamwe kuona kiumbe mzuri kama wewe. Maskini Samaki Nguva aliingiwa na woga na hofu ya ghafla, akamsihi sana Kahindi amrudishe haraka majini, kwani baada ya muda mchache tu ataweza kupoteza maisha sababu hawezi kuishi nchi kavu. Lakini Kahindi aligoma katakata kumwachia samaki nguva aende. Aliendelea kumvuta kwa nguvu, akimsogeza mbali zaidi na bahari. Lakini samaki nguva akaendelea kumsihi Kahindi, tafadhali nirudishe majini, kama nisipoenda nitakufa, nionee huruma. Kahindi bwana aligoma. Lengo lake kuu ilikuwa ni kwenda kuwashangaza wanakijiji. Alisahau kabisa msaada mkubwa aliyosaidiwa na Samaki Nguva, na kama singemwokoa kule katikati ya maji ya bahari, basi angeshafariki muda mrefu. Yote hayo hakukumbuka bwana Kahindi. Samaki Nguva alizungumza kwa huzuni, nimefanya wema. Lakini umenilipa mabaya. Alivyomaliza tu kusema hivyo, Samaki Nguva alifariki mbele ya macho ya Kahindi. Na baada tu ya kufariki, alianza kubadilika na kusinyaa na kuwa mweusi mwili mzima. Na ndani ya dakika chache tu akawa kama kituko. Yaani ule uzuri wote ukazima kama taa. Shwa. Kahindi akaishia kujuta tu, kwani hata alichokitaka kwenda kuwaonesha wanakijiji hakukipata, na hadithi yetu imeishia hapo. Hadithi hii inatufundisha kuwa ukifanyiwa jambo jema, shukuru na jali yule aliyekusaidia. Lakini mara zote usiwe mtu wa kusaliti wema wa wengine kwa tamaa zako. Kumbuka, wema hulipwa kwa wema na ubaya huishia kwenye majuto. Ukiona mtu anaomba msaada kwa dharura, kama vile nguva alivyosema hawezi kuishi nje ya maji, msaidie haraka bila kusubiri faida yako mwenyewe. Lakini mwisho siku zote utii, uhuruma na shukurani ni sifa njema.